Mwembe mnaoona hapa tulikuwa tunakuja hapa tunakuta watoto wengine walikuwa wanaletwa kwenye mwembe huu na kusomea hapa, kulingana na upungufu wa madarasa jimbo la Kawe. Barabara zilikuwa zimeharibika sana, barabara nyingi zilikuwa upande wa jimbo la Kinondoni. Hakuna kata ambayo haina zahanati yake, na baadhi ya kata zina vituo vya afya. Tumepata madarasa nane ambayo yamesaidia wanafunzi sasa darasani wanakaa wanafunzi 45 mpaka 50. Maji ilikuwa ni changamoto na adha kwa wananchi wa Kawe, lakini sasa swala so zima la maji katika jimbo la Kawe limepiga hatua kubwa sana. Tuna digital mashine ya kupima x-ray ambayo ina kiwango kikubwa sana, lakini vile vile tuna Ultrasound machine tatu ambazo zinahudumia wagonjwa wote kwa haraka zaidi. Tulikuwa hatuna ofisi, tulikuwa hatuna chochote. Alituchangia shilingi milioni kumi kesh. Nimekuwa mbunge wa jimbo hili tangu uchaguzi uliopita. Kwa ufupi tu, ni kwamba jimbo hili tumefanya kazi kubwa sana kusema kweli. Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa juhudi zake na namna ambavyo wamefanya kazi kwa bidii na sisi wabunge wake tumefanya kazi kwa bidii kuhakikisha kwamba watu wanaendelea. tuangazie mafanikio ya jimbo la Kawe la Mheshimiwa Askofu Josefati Gwajima, akiingia rasmi kutumikia nafasi hii mnamo mwaka 2020 kwa kushusha bendera ya upinzani na kupandisha bendera ya Chama cha Mapinduzi. Ni kati ya majimbo kumi yanayopatikana jijini Dar es Salaam, mipaka yake ikianzia upande wa kulia wa daraja la Sarenda mpaka ulipo mto Mpiji ambapo jimbo hili linapakana na Bagamoyo. Ndugu Harudi Maruma aliyekuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Kinondoni mnamo mwaka 2017 mpaka mwaka 2022, na ndiye aliendesha zoezi la kura za maoni jimboni Kawe, analo la kutuambia na siri kubwa ya kuangusha upinzani jimboni hapo. Kipindi cha nyuma, wilaya hii ilikuwa na wenye vitu wa upinzani, madiwani wa upinzani na wabunge. Jimbo la Kinondoni alikuwa e, mtu mheshimiwa wakafu na huku alikuwa alima Mdee jimbo la Kawe kwa kweli kipindi kile kilikuwa kigumu kidogo, sio kama cha sasa, kilikuwa kina vita nyingi. Baada ya kumaliza uchaguzi wa serikali ya mtaa na kushinda, ulianza mchakato wa madiwani wa bunge na rais. Kwa hiyo wa kwanza na wa pili na watatu tuliwajadili, ukatoa mapendekezo yetu, mkoa wakatoa mapendekezo yao, na taifa wakatoa mapendekezo yao na kumteua Mheshimiwa Gwajima kuwa ndo mgombea wa ubunge jimbo la Kawe. Nimpongeze, alikuwa mtu mwepesi sana kwenye kampeni, alitembea karibu kila kata kwa miguu yake. Mimi nilijaribu kuwa naye, lakini kuna wakati nilishindwa. Yeye e, alitembea kila kata. Katika kipindi chake amefanikisha kutekeleza miradi mikubwa ya maendeleo kupitia uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, na ni utekelezaji wa kishindo wa ilani ya chama cha Mapinduzi miradi yenye thamani ya zaidi ya bilioni 71 imetekelezwa na sasa wananchi wamenufaika kwa mtandao wa maji wenye urefu wa kilomita elfu moja mia mbili. Tukumbuka wakati dokta Gwajima anaingia kwenye madaraka, jimbo la Kawe ilikuwa na shida kubwa ya maji, na leo jimbo la Kawe halina tena shida la maji, ya maji kwa maana kila kata ya jimbo la Kawe inapata maji kama ambavyo majimbo mengine ya mkoa wa Dar es Salaam yanapata huduma ya maji. Kazi jimbo la Kawe inafanyika kubwa kubwa sana, na kwa kweli sisi Chama cha Mapinduzi tunatambua juhudi na kazi kubwa inayofanywa na mbunge wetu Daktari Gwajima katika kipindi hiki cha miaka minne ya uongozi wake kwenye jimbo letu la Kawe. Mbali na miradi ya maji safi na salama, wananchi wa jimbo la Kawe umenufaika na mradi wa maji taka ambao unanufaisha maeneo kadhaa ya jimbo hilo. Tuliwaza kwamba kwa kawaida watanzania wote wanapokuwa wana uchafu wa maji taka kwenye mabafu wa yao au doni, wanaita loli linanyonya, loli lina nyonya. Wiki ijayo ni kwamba tumejenga mifereji mahala ambapo maji yote ma septic tanki yanaondoka moja kwa moja, maji yanakwenda kufanyiwa recycling mahali na maji hao yanaweza kutumika tena. Mradi huu umetekelezwa almost dola za Kimarekani milioni 65, na, na tayari unaendelea umbali mrefu wa kuisaka shule ni hatari inayopunguza ufanisi wa wanafunzi. Mambo yamebadilika, miundombinu ya elimu imeboreshwa. Hali ilikuwaje kwa kipindi cha nyuma? Hapa nilipo nipo kwenye shule ya sekondari Mabwe, ni miongoni mwa shule ambayo tulikuta na changamoto nyingi, ikiwemo changamoto ya vyoo, madarasa, pamoja na madawati lakini kwa kupitia mimi diwani na mheshimiwa mbunge, baada ya kuingia, tuliweza kupambana kwenye upande wa madarasa. Tuliweza kujenga madarasa nane ambayo tunayo sasa hapa, yanaonekana na ilikuwa ni tatizo kubwa kipindi hicho. Huu mwembe mnaouona hapa, tulikuwa tunakuja hapa tunakuta watoto wengine walikuwa wanaletwa kwenye mwembe huu na kusomea hapa, kulingana na upungufu wa madarasa. Tunashukuru tumepata vitabu masomo ya sayansi tuna vitabu vya kutosha, masomo ya arts tuna vitabu vya kutosha, ambayo pia imesaidia ufaulu wa shule yetu. Kiangalia matokeo ya mwaka 2023, asilimia themanini ya wanafunzi walifaulu, wengine wameenda kidato cha tano, wengine wameenda katika vio vya kati. Tunashukuru sana, tunamwomba Mungu aendelee kumbariki rais wetu pamoja na mbunge wetu na diwani wetu. Tangu nipoingia mimi madarakani, tumejenga shule mpya, shule mpya za sekondari ambazo hazikuweko kabisa, shule zaidi ya saba. Kuna shule ambazo pia tumeziongezea madarasa na kuziboresha. Tumejenga pia mabweni. Kuna sehemu ambazo ni shule za sekondari lakini hazikuwa na mabweni, tumeongezea mabweni, lakini pia kuna nyumba za walimu shule za sekondari Godwin Gondwe, Boko Mtambani, ni Uchanganyikeni, Mikocheni na shule ya msingi Mikorio ni shule zilizojengwa kwa hadhi ya ghorofa na ni mwarubaini tosha wa kutibu tatizo sugu la upungufu wa madarasa, huku ujenzi wa mabweni ukifufua matumaini mapya ya kuondoa tatizo la utoro mashuleni. Napenda kumshukuru Dok Samia Suluhu Hassan, rais wa Tanzania na mbunge wetu D Gwajima kwa kutuetea mradi huu wa shule katika wilaya ya Kinondoni kata ya Wazo. Huu mradi wa shule umetusaidia katika kupunguza umbali mrefu ambao tulikuwa tukitembea kutafuta shule za sekondari na sasa tuna, tunafanya vizuri katika masomo yetu. Tunaonyesha ushirikiano mzuri na walimu wetu ili tuweze kufika mbali. Miradi mipya ya afya ni nuru iliyowaka kwa wakazi wa jimbo hili, kwani wana uhakika wa kupata huduma bora karibu na maeneo yao. Ukitaja miradi mikubwa ya afya, huwezi kuacha kuitaja hospitali kubwa ya, ya wilaya ya Mabwepande, kwani ni moto wa kuotea mbali ujua wa hospitali hii umeleta nafuu kwa wananchi ambao wanaizunguka hospitali hii, kwa, kwa kiwango kikubwa. Kwa sasa hivi tunaweza kutibu hadi wagonjwa mia mbili hamsini kwa siku, na huduma zetu zinapatikana masaa ishirini na nne kwa siku zote saba za wiki. Ni hospitali yetu ya wilaya, lakini tunajitahidi iwe bora na ifikie viwango vikubwa zaidi. Tunasema asante hata madokta wanaotuhudumia wao wanatuhudumia vizuri, wanatupokea vizuri, na huduma zao ni nzuri na tunazifurahia. Tunashukuru kwa hayo yote . Lipo jengo zuri la dharura maalum kwa kuhudumia wagonjwa wenye hali ya kutishia upotevu wa maisha. Mbali na hayo, kuna vifaa tiba vya kisasa zikiwemo mashine za kutoa joto kwa watoto waliozaliwa kabla ya umri na wale waliozaliwa chini ya uzito wa kilogramu mbili nukta tano. Kama bado haitoshi, lipo jengo la mionzi lenye mashine za X-ray zenye ubora wa hali ya juu na baadhi ya vituo hupatiwa ambulance ambazo ni msaada tosha wa haraka kwa wagonjwa wanaohitaji huduma za ziada. Ni pembezoni mwa fukwe za bahari ya Hindi lilipojengwa daraja kubwa lenye kilele chenye nembo ya Tanzanite likiwa na urefu wa kilomita moja nukta sifuri tatu likigharimu takribani bilioni 243 likiwa ni mita chache tu kutokea lilipo daraja la zamani la Sarenda, pamoja na kutibu ugonjwa foleni katika barabara ya Ali Hassan Mwinyi. Daraja la Tanzanite ni kivutio tosha cha utalii kwa wenyeji na hata wageni wanaotoka ndani na nje ya nchi. Wananchi hufurahia daraja hili pasipo malipo yoyote. Sambamba na hilo, yapo madaraja mengi yaliyojengwa jimboni Kawe kuunganisha mitaa, likiwemo daraja la JKT linalounganisha mtaa wa Mbweni, Malindi na Ununio. Ni miundombinu ya barabara, ni moja kati ya alama za kudumu zilizowekwa jimboni Kawe. Tuna lami nyingi sana, lami nyingi ni kiazia Mbweni, Taa mzima ule wa Malindi Estate. Lami zote zimejengwa kwenye uongozi wa Mheshimiwa mbunge. Juhudi za Mheshimiwa mbunge zimekuwa kubwa. Mbweni kulikuwa kupitiki kabisa. Kulikuwa ni matope, udongo mfinyanzi, lakini tangu ameingia Mbunge Josephat Gwajima leo ukipita kote kule imewekwa lami tena lami za kisasa. Jimbo hili limefikiwa na mradi mkubwa wa mwendo kasi, barabara ya Bagamoyo kuanzia maktaba mjini Mwenge hadi Bunju. Basi haya na mradi huu upo katika hatua za utekelezaji. Mbali na hayo, wakazi wa Bunjo wamejengiwa soko kubwa lenye thamani ya zaidi ya milioni mia nne katika kipindi cha miaka minne. Asofu Wajima amefanya juhudi nyingi binafsi za kusaidia wananchi wake, na hapa ndipo inapozaliwa kauli mbiu upendo aisemayo kuwa Kawe yetu Wajima wetu. Kwa juhudi binafsi amefanikisha kujenga mifereji, mitaro shule na mambo mengine mengi ya kimaendeleo. Kuna mambo ambayo ningependa kuzungumza, mambo binafsi kabisa ambayo mimi nimeyafanya kwa kutumia pesa yangu ya mfukoni, siyo pesa ya halmashauri, siyo pesa ya bunge, siyo pesa ya serikali, kwenye kujaribu kuwasaidia wananchi kuimprove maisha yao. Kule bonde la mpunga Msasani <clears throat> nimejenga mitaro ya maji takribani mita mia nne hivi, na nimeifunika juu kabisa kwa kumwaga zege takriban milioni mia mbili na sehemu nimetumia za mfukoni kwa ajili ya kujaribu kuwasaidia wananchi. Lakini pale Bunju, basi haya, wakati mi naingia madarakani, walikuwa hawana shule kabisa, watoto wanatoka Chasimba juu wanateremka kwenda kusoma Kunduchi. Nikaamua kuanza kujenga shule ya serikali kwa pesa binafsi. Nimewezesha vikundi vya bodaboda na vikundi vya bajaji kwa mfano, pale Bunju kuna kikundi kinaitwa Umababu wale vijana nikawaambia, basi nyie changeni shilingi elfu tano tano, akachanga shilingi wakachanga shilingi elfu tano tano wakapata kama milioni tano na mimi nikachukua cash kama milioni kumi na ushehei nikamobilize kuwanunulia bajaji, wakanunua bajaji kama kumi kwa kulipa asilimia ishirini. Hao vijana wamejiunga mpaka leo, wana bajaji zaidi ya 30 na kwenye akaunti yao wana zaidi ya shilingi milioni 150 na tunashukuru. Mheshimiwa mbunge wetu wa Jimbo la Kawe amegusa maisha ya madereva bajaji wa Bunjubi, tuko almost madereva 398. kwa hiyo ni karibu madereva 400. 4 fedha alizowekeza kwenye kituo chetu, tunakopeshana sisi kwa sisi, tunazungushana, tunakopa bajaji sisi kwa sisi. Tunaposhukuru serikali yetu ya awamu ya sita, ni kwa sababu imeturahisishia kupitia mabenki, tuna mikopo ya bajaji. Kituo chetu kina bajaji zaidi ya 35 kupitia mikopo ya mabenki. Kwa hiyo tunamshukuru mama kwa kugusa maisha ya madereva. Katika sekta ya michezo, wanawake jimbo hili wamenufaika kupitia ligi ya redi iliyoanzishwa na mbunge Gwajima ikiwapa fursa za kujipatia kipato sambamba na kuboresha afya kupitia michezo. Askofu Gwajima ni msuluhishi na mtatuzi wa migogoro jimboni kwake, akisaidia bega kwa bega kutatua migogoro na changamoto zote za wananchi, akiamini kwamba sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Amewezesha wakazi wa Kunduchi Mtongani, mtaa wa Meko kupata hati za umiliki wa viwanja ambazo hawakuwahi wa kuwa nazo hapo awali. Amekuwa mstari wa mbele kutembelea maeneo yenye migogoro na kuangalia namna nzuri ya kuitatua migogoro hiyo. Bwana Nazari Sanga ni mkazi wa Kunduchi Mtongani, ni mmoja kati waliotembelewa na mbunge Gwajima kutokana na kadhia ya kuuzwa nyumba yake ili kulipa na kufidia kilo za nyama zilizoharibika. Chama cha Mapinduzi kimenufaika na mengi katika kipindi cha uongozi wake. Kwa juhudi binafsi za mbunge mambo haya yamefanikiwa. Bizara Huseni ni mkazi wa Basiacha Simba ambaye alitorokwa na mumewe na kuacha na watoto wanne bila msaada. Tabasamu la Mbunge Gwajima limemfikia na sasa amepunguzwa kadhia alizokuwa akizipata na watoto. Nikakuta matofali tu yamepangwa, matofali tu hayajajengwa, lakini kuna mabati mawili juu. Nilifikiri mimi yuko kwenye banda la kuku, akaniambia sio banda la kuku, ni nyumbani kwetu. Akatoka mle e, mdogo wake na dada yake, wakatoka watu wanne na mama wa nyumba Moyo wangu ukaguswa sana, nikaamua kuitisha matofali, nikawajengea kwa fedha binafsi nyumba ya kuishi ambayo sasa hivi wameshaweka umeme, wanaendelea vizuri. Kila mwonja chungu na tamu hakosi. Kwa makubwa haya, acha tu aseme, Kawe yetu, Wejima wetu.